Na haya katika sheria iko aina mbili: haya ambayo inasifika kisheria na inakubalika, na haya ambayo haikubaliki, tena imekemewa katika sheria ya Kiislamu. Tabia ikuzuie kufanya mambo mabaya na ikuhimize kufanya mambo mazuri, hiyo ndo haya inayohitajika kisheria. Ama haya ambayo haikubaliki ni haya ambayo itamzuia mtu kuzungumza haki na kufanya mambo mazuri nataka kusoma. Labda wewe ni mtu mzima unaona haya kwenda kusoma dini yako, watu watakuchukuliaje? Watoto vijana, ukaacha kufanya jambo la heri kwa kuona haya. Kisheria hii haya hairuhusiwi mwislamu kuwa nayo.

historia walioipata kutoka kwa manabii wa zamani waliotangulia katika ya huu umma. Manabii walikuwa akiwaambia watu wao, ikiwa hauna haya, basi fanya vile unavyotaka. Hadha alhadith yu'addu min jawami'il kalimi linnabi sallallahu alayhi wasallam. Hii hadithi inahesabika miongoni mwa hadithi zile ambazo zinaitwa jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ni hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam zenye maneno machache, lakini zina maana pana. Miongoni mwa hizo hadithi ni hadithi hii ya abi Uthman, eh, abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Na maana yake ni kwamba ndugu zangu, katika iman inaeleza ni namna gani haya ilivyokuwa na nafasi katika maisha ya mwanadamu na khususan Muislam katika muamala wake na Allah subhanahu wa taala, katika muamala wake na wanadamu, na hata katika muamala wake na wa viumbe wengine kama wanyama, miti na vitu vingine. Bali hii haya ambayo anakuwa nayo mwanadamu ni dalili ya kuwa yeye ana imani. Falidhalika, katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallama

ambayo imeelezwa na wanachuoni, maana yake ni tabia nzuri, ni tabia nzuri, tabia inayompelekea mtu kufanya mambo mazuri na kujiepusha na mambo mabaya. Hii ndo haya ambayo inakusudiwa katika sheria ya Kiislamu, yani iwe haya unayokuwa nayo wewe inakupeleka kufanya mambo mazuri na inakukataza kufanya mambo mabaya falidhalika ndo maana hii hadithi ukiangalia mtu, wanaambiwa wanaambiwa watu na mitume wao, mkiwa hamna haya, fanyeni mnavyotaka, manake mmekosa haya ya kuwazuia kufanya maovu. Sasa fanyeni vile mnavyotaka. Na hii hadithi ni tahadhari na ni makemeo, sio ruhusa mtu kapewa afanye vile anavyotaka, la bali, ni kemeo na ni tahadhari maanake, fanyeni mnavyotaka, lakini kitakachowapata msije mkalalamika wala msije mkajuta baadaye. Fanyeni, ila baadaye mtakiona cha moto baada ya kufanya yale mnayoyafanya. Na haya katika sheria iko aina mbili: alhayaul mahmudu shar'an walhayaul madhmumu shar'an Haya ambayo inasifika kisheria na inakubalika na haya ambayo haikubaliki tena imekemewa katika sheria ya Kiislamu. alhayaul mahmudu shar'an mimma sabaqa dhikruhu, haya ambayo inakubalika kisheria na inaosifika katika sheria ni ile ambayo tumeitaja tabia ikuzuie kufanya mambo mabaya na ikuhimize kufanya mambo mazuri. Hiyo ndo haya inayohitajika kisheria. Ama haya ambayo haikubaliki huwa alladhi yahulu baina almar'i wa baina qawli alhaqqi wa fi'li alkhairi, ni haya, haya ambayo itamzuia mtu kuzungumza haki na kufanya mambo mazuri. Mfano, unakuwa na marafiki zako ambao wawaona kabisa wanafanya mambo mabaya, wanazungumza mambo mabaya, wana miamala ya mibovu na mola wao, na wana miamala ya mibovu na watu, lakini unataka kuwaambia na kuwakemea kuhusiana na wanachokifanya, unakuwa unaogopa na kuona haya kwamba watakuchukuliaje, watakujibu vipi, huenda wakakutenga ukawa na aina fulani ya haya inayokuzuia kuzungumza haki hii. Haya haikubaliwi katika sheria. Na vile vile, mfano unataka kufanya jambo la kheri, unataka kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, lakini ukaona haya kwamba nikijitolea, labda watu wataona, wataniona kama vile mimi najionesha, ukaamua kuacha. Hii hairuhusiwi na haiitwi kuwa ni haya na vile vile mathalan unataka kufanya jambo la kheri hivyo hivyo, unataka kusoma labda, we ni mtu mzima, unaona haya kwenda kusoma dini yako, watu watakuchukuliaje? Watoto vijana watakuona kama vile unapoteza mda wako, ukaacha kufanya jambo la kheri kwa kuona haya. Hii haya ni madhmumun sharan, kisheria. Hii haya hairuhusiwi mwislamu kuwa nayo. Haya inayotakiwa iwe ni ile itakayokusukuma kufanya mambo mazuri na ikukataze kufanya mambo mabaya. Na haya kwa mwanamke inahitajika zaidi kuliko hata kwa mwanaume. Falidhalika, wamesema baadhi ya watu wenye hikma, alhayau inda rajuli jamalun wa inda lmarati kamalun, haya kwa mwanaume ni uzuri na ni pambo, lakini kwa mwanamke ni ukamilifu Tujitahidi sana kushikamana na tabia ya kuwa na haya. Dumtum fi riayati llahi wa hifdhihi wajazakum llahu khairan. Zahmidi TV.